Wengi hulia kulalamika na kulaumu kila kunapochipuza matatizo maeneo wanamoishi, lakini kwa Stephen Musyoki mambo ni tofauti kabisa. Yeye anapohisi na kuona tatizo, ubongo wake hupiga mahesabu ya kulitatua jambo kwa suluhu. Mazingira bora yakitunzwa vizuri, mazingira yanaweza kuwa kitega uchumi katika nchi yetu ya Kenya. Takataka inaweza geuza ikawa pesa na pesa ya takataka ni tamu, ni tamu. Kwa nini? Unapata faida mia juu ya mia, maanake takataka hununui zaidi ya ile mapato maybe ungeweza generate. Unanunua kwa pesa kidogo, lakini mazao yake unapata pesa nyingi na faida kwa wingi sana. Kwa muda mrefu takataka imejulikana kama kitu kichafu sana, na takataka si kitu ungependa kuwa nacho kwa nyumba. Takataka ni kitu ambacho anytime, muda wote ungependa kikae mbali na wewe, lakini kupitia Majestic takataka imekuwa dhahabu. Licha ya kwamba kero la takataka mitaani lilimkosesha usingizi na amani moyoni, jicho lake liliona dhahabu ndani ya taka. Watu wameshikilia takataka zao watai kutupa kwa sababu takataka imekuwa pesa. Tunanunua takataka. Ndoo ya kuoza ya hoteli ya kilo hamsini tunanunua na shilingi mia tatu. Ndoo ya kuoza ya chakula cha vibanda tunanunua na shilingi mia mbili. Ndoo ya kuoza ya chakula cha nyumba tunanunua na shilingi mia tofauti hizo bei ni kwamba chakula ya hoteli iko na rutuba zaidi, iko na nguvu, ikifuatiwa na chakula ya kibanda, na ya mwisho ni chakula cha manyumba kwa sababu manyumba chakula iko na masabuni, iko na stili. Kwa hivyo ile rutuba yake iko chini kwa ukuzaji wa zile viwavi. Shombo na uozo kwenye rundo za taka kutokana na mabaki ya vyakula nyumbani au mahoteli sasa kageuzwa kuwa chanzo cha ajira kwa vijana na wakaazi wa Mikindani. Kwa hivyo ukiangalia ukipiga bei vizuri, kama takataka yote inaweza badilishwa itengeze viwavi baraba, takataka yote inaweza badilishwa ikuwe mbolea, then hapo ndio mali, pesa iko hapo, ndio mali, tumekalia pesa. Imagine Mombasa yote, kila mtaa ingekuwa na kiwanda cha kuunda viwavi wao huokota kukusanya aina zote za taka na uchafu ikiwemo plastiki hizi. Plastic ukitengeza zile boriti za kutengeza fence, unaita plastic fence in post moja inauzwa between 600 to 800 shillings. Musioki kaona tu madola ambayo wengi waliyakalia wasijue kuyatumia. Lakini je uvundo huu wa mabaki ya chakula hupelekwa wapi? Wakati tuna hizi takataka tunakuza zile viwavi. Zile viwavi viko bei ghali sana. Kilo moja ya kiwavi ambayo imekaushwa ni kuanzia shilingi elfu moja mia tano mpaka elfu mbili mia tano ama elfu tatu. Kwengine ukisema unakausha wadudu wauze kwa nyumba, kwa zile tunaziita, mfuko moja unaenda kwa shilingi zaidi ya elfu tano kilo moja. Kweli, shida na matatizo ndiyo huleta uvumbuzi. Mkurugenzi mtendaji wa Majestic Group anaeleza jinsi uchafu ulivyogeuka kuwa dhahabu. Yale mabaki baada ya wale viwavi wamekula zile takataka, wametoa uchafu, wamepaka wamepaka mate ule uchafu, ule uchafu unageuka, unakuwa mbolea. Gunia moja kilo ishirini na tano ile mbolea inaanzia shilingi elfu tano kuendelea mbele, naitwa organic manua. Zile viwavi nakaushwa, tuna export zile viwavi. Hizi plastic fencing post tunaziunda, tunaziuza kwa mashamba kubara. Ile kijiti haiozi na iliyo na mchwa, ile ni pesa. Kwa hivyo kwa takataka kuna mali, kwa takataka ni dhahabu ambapo sisi wakawazwa Mombasa na Kenya at large. Kama tungeweza embrace hiyo zero waste management then, hatungepata shida ya kutafutia vijana ajira, hatungepata shida ya kusafisha mazingira. Haikuwa safari rahisi vile, lakini hakukata tamaa. Hatimaye, baada ya mapambano na kujikakamua, alifika mahali ambapo ndoto zake zilianza kutimia. Kwa sasa anasimama juu ya mlima wa mafanikio akiangalia nyuma na kutabasamu.